Mpenzi wa lugha, ujambo mali ulipo. Naitwa Ustadh Kakamnai, na kipindi ambacho kinaenda hewani sasa hivi ni kipindi Uketo wa Kiswahili, kipindi ambacho kinatufahamisha mengi kuhusu msamiati wa Kiswahili, riwa fasihi ya Kiswahili, masuala ya sarufi ya Kiswahili na maswala mengine kama vile uandishi wa insha. Leo hii ningependa tuweze kuangazia riwaya ya Nguu za Jadi, riwaya ambayo imeandikwa na msomi na mwandishi Clara Momanyi. Kwanza, kabla ya tujaanza mada ya leo, ningeomba kwamba kwa heshima na taadhima uweze kusubscribe kwenye kipindi hiki chetu, tukiangalia riwaya ya Nguu za Jadi ya Clara Momanyi. Leo ningependa tuchukue fursa yetu kuangazia muhtasari wa kitabu hiki. Riwaya inapoanza tunaelewa kwamba mhusika mkuu Mangwasha yuko na wanawe wawili ambao ni Sayore na Kajewa, katika kanisa fulani ambapo wanajificha nje ya kanisa, kanisa hilo Wapo watu wengine wa kabila la Waketwa waliokimbilia usalama hapo baada ya makao yao katika eneo la Matango kuchomwa. Kuna fununu kwamba jamii ya Waketwa inafurushwa kutoka makwao kwa sababu kuna watu fulani wanaotoka ardhi ya Matango kwa nguvu. Mtemi Lesulia, kiongozi wa nchi anachukulia kabila la Waketwa anachukia kundadhi, si anawachukulia, anachukia kabila la Waketwa kwani yeye anatoka katika kabila la Wakule, na usisahau kwamba tunaelezwa kwamba kulikuwa na uhasama mkuu kati ya kabila la Wakule na kabila ya la kabila la Waketwa. Kwa sababu gani? tunaambiwa kwamba kabila la Waketwa walionekana watu waliofika katika eneo la Wakule, kwa hivyo wakawachukia Waketwa. Na Wakule wana uhasama wa tangu jadi. Lonare ambaye ni kiongozi wa Waketwa ana umaarufu mkubwa nchini. Usisahau kwamba katika uchaguzi mkuu uliopita alitekwa nyara, na kwa namna hiyo Mtemi Liusulia aliishia kuchaguliwa bila kupingwa. Tunaambiwa kwamba Mangwasha ni mwanamke mwenye bidii na anafanya kazi ya uhasibu katika afisi ya chifu Mshabaha. Tusisahau kwamba chifu huyu Mshabaha alikuwa rafiki mkubwa wa Mtemi Lesulia, naye pia anawachukia wa kuwaketwa kwa hivyo Mtemi Lesulia pamoja na Chifu Mshabaha wote walichukia wali watu wa jamii ya Waketwa. Hivyo anaanza anapo anapo kuwadhulumu Waketwa, jambo ambalo Mangwasha analifahamu kutokana na kufanya kazi naye. Tusisahau kwamba Mshabaha pia ni rafikiye Sagilu, mzee anayetaka kumua Mangwasha licha ya kufahamu kwamba anajua msichana huyu ana mchumba aliyeitwa Mrima, nao tayari walikuwa wamepanga ndoa. Kumbuka kwamba tunamjua sana huyu mzee kama kiruka mto, kwa sababu huyu Sagilu Siku ya harusi ya Mangwasha na Mrima, Sagilu anamtuma nani? Kimada wake aliyeitwa Sihaba, akiwa na bomu lililofungwa kama zawadi kwa maharusi. Unaona huo ukatili wa binadamu kwa eh? <laughs> Hivyo tayari tunaona kwamba Sagilu amemtuma Sihaba na amemtuma Sihaba na zawadi lakini si zawadi ni kinaya tu. Alikuwa anasema ni zawadi, lakini ilikuwa ni bomu iliyokuwa imefungwa kama zawadi. Kwa bahati nzuri, tunaelezwa kwamba watu walimshuku na maafa aliyokusudia kufanya hayakufanyika. Sagilu anamnyemelea Mrima na kumzuga na kutumi, kumpa pesa kiasi kwamba mrima anaisahau familia yake. Kwa sababu baada ya Mrima kushindwa kuangamiza ndoa kati ya Mangwasha na Mrima, tunaona Sagilu aliam, aliona kwamba ni heri nitumie hela kuvunja ndoa kati ya kati ya Mrima na mkewe Mangwasha. Kwa hivyo akampa pesa nani Mrima, ndipo Mrima aweze kufanya nini? Ndipo Mrima aweze kujiangamiza yeye mwe mwenyewe kwa kuanza tabia na mazoea ya unywaji wa vileo. Kwa hivyo tunaona kwamba alipanga njama hiyo, akumbuka kwamba Sagilu alikuwa tajiri mkubwa sana, alikuwa ni jamaa mwenye mali belele. Kwa hivyo alitumia hela zake kuona kwamba ndoa kati ya Mrima na mwangwasha inaangamia inaangamia kwa hivyo ni nini kilifanyika mrima anaisahau familia yake na anamwacha mwangwasha anamwachia mwangwasha jukumu la kuwalea wanawao wawili sayore na kajewa nchi ya matuo matu kundadhi inakumbwa na matatizo mengi kuna matatizo ya kiuchumi yanayosababishwa na uongozi mbaya na ufisadi uliokithiri. Mtemi Lesulia anaendeleza ubaguzi dhidi ya waketwa, na vijana wengi walio na elimu hawapati kazi ya kujiendeleza kimaisha. Kwa mfano, tunaona kwamba uteuzi wa wagombea nafasi za uongozi ukiwa umekaribia machifu. Wanalazimishwa kuwahamisha waketwa kutoka matangu ili viongozi wanaopendelewa na mtemi wasipate upinzani na yeye mtemi Lesulia asishindwe na mpinzani wake mkuu wa kisiasa aliyeitwa Lonari. Kumbuka, <laughs> wanasema kwamba fasihi ni kioo cha jamii sijui kama unajaribu kuangalia uongozi wa Matango wa Matuo na wasama unaotokea kati ya makabila haya mawili, kabila la waketwa na kabila la wakule na jinsi kiongozi huyu anaiongoza taifa la Matuo kwa upepari mkubwa sana. Kumbuka kwamba Siaba anatumwa kwenda kuhakikisha kwamba makazi ya Waketwa yameteketezwa. Anawatumia vijana. Kumbuka, Siaba anawatumia vijana ambao wanatumia petroli kuchoma makazi hapo. Kwa hivyo makazi <coughs> kundradi makazi ya kina Mangwasha na wea waketwa wengine yalichomwa kwa idhini na mipango ya serikali, lakini walitumia mkono uliochificha, mkono wa Sihaba aliyekuja na akawatumia vijana kuchoma makazi ya waketwa, uh, waketwa kwa kutumia petroli. Lonare na wafuasi wake wamepeleka kesi mahakamani, na akiwa na wenziwe kama vile Ngoswe wanashawishi watu kurudi katika makao yao ya zamani kule Matango ambako wanajenga mahema. Kwa hivyo baada ya waketwa kuhamishwa, kumbuka, wakatoroka makwao katika eneo la Matango, lakini baadaye tunaona kwamba yule kiongozi wao aliyeitwa Lonare, tusisahau kwamba Lonare alikuwa mketwa Wakaja wakawashawishi waka, watu waje wajenge tena upya, na kwa hivyo watu wakajenga mahema. Hata hivyo, siku ya tatu vijikaratasi vinasambazwa kuwataka watu watoke kwenye ardhi hiyo ambayo inabainika imetwaliwa na kupewa na nzia mkewe Mtemi Lisulia na rafikie Mtemi aliyeitwa Mbwashu. Kama tunaelewana. Kwa hivyo ardhi ambayo ilikuwa e, ya waketwa wa imetwaliwa na mke wa kiongozi Mtemi Lesulia. Kwa hivyo mke ndiye amechukua ardhi ya watu wa chochole, watu wa maskini waketwa. Hata wanataka kujenga jengo la kibiashara katika ardhi hiyo ya matango na watu wanaokuja kuanza ujenzi wanafukuzwa na waketwa walioamua kuitetea ardhi yao kwa vyovyote vile. Kwa hivyo ilifika mahali ambapo waketwa wakasema, liwe liwalo, tutatetea ardhi yetu hata kama kwa vyovyote vile. Liwe liwalo ama liwalo na liwe. Baada ya kuomba kuona kwamba mpango umetibuka. Mtemi Lesulia anamtumia Sagilu kumpa Mrima pesa nyingi pamoja na ahadi kwamba atapewa kazi serikalini. Ili mradi afanye nini? Ili mradi amfanyie Mtemi Lesulia kampeni na kuwaendea kinyume wake tu. Kwa hivyo wakati ambapo Mtemi Lesulia aliona kwamba mambo si mambo hapa, mambo si mambo hapa, akaona njia ya pekee ya kuweza kuwatawala Waketwa ni kwa kuwagawanya. Kwa hivyo usaliti ukawa. Kwa hivyo Mtemi, uh, Mtemi Lesulia akamtumia Sagilu, ndipo Sagilu aweze akampata nani? Mrima. Mrima apewe pesa amfanyie Mtemi Sagilu, Mtemi Lesulia, kumradhi, kampeni, ndio aende kinyume na msimamo wa watu wa jamii yake jamii ya Waketwa. Kumbuka kwamba jamii ya Waketwa walikuwa na, ilikuwa na kiongozi aliyetaka kumngatua nani? Mtemi Lesulia. Kiongozi huyo alikuwa anaitwa Lonare. Kipindi kifupi kabla ya uteuzi wa watakaopeperusha bendera za vyama mbalimbali, Sagilu anatofautiana na mwanawe aliyeitwa Mashauri, baada ya mwanawe kugundua kwamba babake ana uhusiano wa kimapenzi na mpenzi wake aliyeitwa Cheia. Mwaisikia mambo kama haya? Wanasema kwamba fasihi ni kioo cha jamii. Kwa hivyo baba ameanza kuwa na ukuruba na mpenzi wa kijana yake, unaona haya. Sagilu ana mtoto wa kiume aliyeitwa nani? Mashauri Mashauri ana mpenzi aliyeita nani? Cheia. Lakini kwa mshangao mkubwa tunaona kwamba mapenzi yameanza kuota kati ya Cheia na Sagilu. Hiyo ni itikadi, ni mila ambayo huwa haikubaliki sana, kwamba baba na mtoto wanaweza wakala kwenye, kwenye sinia moja. Hmm. Mtemi Lesulia naye anakosana na mwanawe Ngoswe. Kwa hiyo wakati ambapo Sagili anakosana na mwanawe Mashauri, Mtemi Lesulia naye anakosana na mwanawe aliyeitwa Ngoswe. Wakati anapanga njama ya kuvuruga zoezi la uteuzi ili kuwaharibia wapinzani wake nafasi ya kuteuliwa. Ngoswe anaona kwamba hatua ya baba yake inayo inaongozwa na ubinafsi wa kujitakia uongozi na kutojali kwamba baadhi ya watu huenda wakapoteza maisha yao katika vurugu anazopanga. Kwa hivyo, Sagilo anashindwa katika uteuzi na inakuwa wazi kwamba Mtemi Lesulia atakuwa na upinzani mkubwa katika uchaguzi mkuu. Kwa hivyo yule rafiki wa Mtemi Lesulia aliyeitwa Sagilu tayari amekwisha shindwa kwenye uteuzi ha, kwa hivyo inamaanisha kwamba Mtemi Lesulia atakuwa na muda mgumu sana wa kuendeleza, nani, kuendeleza nini, atakuwa na muda mgumu sana. Jambo ambalo ni bayana ni kwamba baadaye tunaona kwamba Lonare anatekwa nyara na hata kupotea kwa kipindi kirefu sana, wakati napo karibia muda wa uchaguzi, kwa sababu baada ya Mtemi Lesulia kuona kwamba mambo yataenda sege mnege, mambo yataenda sivyo ndivyo, basi akaamua kwamba njia ya kipekee ni kumtesa, ni kumteka nyara Lonare ambaye alikuwa mpinzani wake na kufanya nini? Na kumtesa sana. Kwa hivyo ilipokaribia tarehe ya uchaguzi, tunaona kwamba Lonare alitekwa nyara, akateswa na watu wakaanza tetesi mbalimbali mbali. watu wakaanza alikuwa ni muoga, amejiteka nyara, lakini siku ya uchaguzi tunasikia kwamba Mtemi Lesulia, kunradhi, Lonare amepatikana, na baadaye usiku hiyo ya uchaguzi ujumbe ulitembea ulizambaa sana, na baadaye tunaona kwamba aliyechaguliwa kuwa kiongozi ama kuwa mtemi alikuwa ni Lonare. Kwa muhtasari tu, tutazidi kuangalia masuala mengine. Kwa mfano tutazidi kuchambua sura baada ya sura, alafu kisha baadaye tutaangazia masuala yanayofumkana na yanayohusiana, sio kufumkana, masuala yanayohusiana na wahusika, maudhui na mbinu za uandishi. Kwa leo, nawatakia mchana mwanana. Kumbuka kwamba mada ya leo tumeanza tu, ukoko unaanza unaalika maua, tumeanza tu kuchambua riwaya ya Nguu za Jadi. Naitwa Usaka Kamunai. Usisahau kusubscribe kwenye kipindi hiki, Uketo wa Kiswahili. Usisahau.